Napenda kuchukua nafasi hii kuweza kuwakaribisha sana vipenzi vyangu katika chaneli yetu ya TZ Fashion, na kila siku tunakuwa tuna mada ambayo tunaizungumza, na siku ya leo tutazungumza zaidi juu ya swala so zima la mapambo ya nyumba. Leo tutaweza kuzungumza jinsi ya kuunda mazingira ya kipekee na yanayopendeza kwenye msimu wa Valentine. Huu ni wakati wa upendo na ni muhimu kuonyesha mapenzi yetu, sio tu kwa mwenza wako, na maanisha mpenzi, bali pia katika mazingira tunayoishi. Tunaweza tukaonyesha uh mitindo hii ya Valentine kwa kupamba nyumba zetu. Nataka tuende moja kwa moja kuweza kuangalia baadhi ya vipengele ambapo tutaweza kuangalia rangi na mwangaza, lakini pia tutaweza kuangalia mapambo ya meza kwa sababu ile sehemu ya reception pale sitting room, tutaweza pia kuangalia uh, mapambo ya ukutani pamoja na sakafuni na vitu vya dial. Hivyo ndo vitu ambavyo tutaweza kuviangalia siku ya leo, lakini pia tutakuwa na msimu wa hisia vyote hivyo tutaweza kuvizungumza siku ya leo. Kwa dakika hizi nane ambazo tutakuwa hapa pamoja, basi utaweza kujua jinsi gani ya kuweza kudecorate nyumba yako au chumba chako, ili kupata mvuto mzuri katika msimu huu wa Valentine. Sio tu kama una mpenzi, unaweza kaa uko single, lakini ukaweza kuandaa Uh, sehemu yako na ikawa ni sehemu ambayo ukasherekea na Valentine pamoja na watoto wako. Kuna wengine ambao ni single mother, lakini pia kuna le wengine ambao wana walea mama zao au wanawalea wazazi wao. Unaweza ukaandaa uh, sehemu mkasherehekea pamoja wewe na wazazi wako, wewe pamoja na familia yako na ukawa na muonekano mzuri. Hapa nataka tuangalie kwenye swala zima la rangi. Nyekundu pamoja na uwaridi ni alama ya Valentine, lakini unaweza pia kuunda rangi ya dhahabu au rangi ya fedha kwenye urembo zaidi, unaweza pia ukapiga picha ya ukuta ulio na rangi ya dhahabu au rangi ya pinki ukipambwa na picha nyingi au picha za watu wawili katika fremu yenye dhahabu. Kwa hiyo unaweza ukaweka baba na mama, unaweza ukaweka watoto wako na wewe mwenyewe. Lakini pia kama una mpenzi, unaweza ukapiga wewe pamoja na mpenzi wako na mkawa na katika fremu yenu ile ya dhahabu, ukaipamba ukumbini pale na ukawa na muonekano mzuri, hata chumbani pia. Zaidi ya hayo, mwangaza ni muhimu. Unaweza ukatumia taa za dell zenye rangi nyekundu au hata mishumaa ambayo ina harufu nzuri kama vile vanila au uh, zile ambazo zipo katika sherehe hizi. Sio tu zitatoa mwangaza mzuri, bali pia zinaleta hisia za furaha na upendo, katika uh, taa hizi zenye muonekano huu hapa. Lakini pia tukiweza kuangalia katika mapambo ya meza bila shaka meza za chakula ni sehemu muhimu katika sherehe za Valentine. Unaweza kuwa na kitambaa cha meza chenye rangi ya Valentine, na maanisha rangi nyekundu, na ukiongeza vipande vidogo vya maua ambavyo vinakuwa vinapambwa vizuri na kupendeza sana. Kwa mfano, ua la rose ni moja ya chaguo bora sana ambalo watu wengi hutumia katika msimu um, huo wa Valentine. Ni vyema kuunda um, mfano wa um, mioyo, kwa sababu moyo, si unajua vile moyo ulivyo jamani eh? Kwa hiyo unaweza ukaunda moyo uh, ukaleta mazingira ya upendo zaidi ili kuleta muonekano wa kitofauti katika meza yako. Pia unaweza ukachapisha maua kidogo yenye ujumbe wa upendo unaoweza kuweka kwenye meza kuonyesha hisia zako, unaona eh? Unaweza ukaandika maneno hapo yoyote yale. Uh, unaweza pia ukaandika maneno mafupi kwa mfano nakupenda au uh, I love you. Lakini ukiandika nakupenda inakuwa ni nzuri zaidi. Unajua neno la Kiswahili ni tofauti na la Kiingereza. Kusema I love you, ni rahisi, lakini kutamka neno nakupenda Hmm. Kama una bibi wako hapo afu mwangalie alafu mwambie nakupenda. Yaani kuwa hisi, na zile hisia alafu mwambie nakupenda hata mtoto jamani. Lakini pia unaweza kuandika maneno mengine kama wewe ni kila kitu kwangu. Hayo ni maneno ambayo yanakuwa katika kadi ndogo na ulizoziweka katika um, meza yako katika sehemu mbalimbali mbali za ile meza lakini pia tukiweza kuangalia katika mapambo ya ukuta au sakafu, hapa unatakiwa kufikiria kuleta uhai kwenye ukuta wako. Unaweza kutengeneza picha ndogo ambayo ya moyo au inayoshughulika na miongoni mwa ukuta, kutumia vipande vya kalenda au pia um, mapenzi au pia katika picha zenu za pamoja. Kwa hiyo unaweza ukaweka hizo picha ukaziframe vizuri, zikawa zinaleta muonekano katika pale katika ukuta wako. Kwa hiyo unaweza ukadesigning, ukaweka hizo picha mbili ili kuleta mvuto wa kipekee sana. Lakini pia tunaona kwamba kwenye sakafu kuna tips au rots zenye rangi ya pinki au nyekundu zinaweza kuwa na suluhisho bora sana. Kwa hiyo unaweza kuchagua hizo rangi mbili katika sakafu ukaweka pale chini ili kupata mvuto zaidi. Pia unaweza kuongeza mkoa wa maua katika vitu vyenye mapambo kama vile rangi za Valentine, kama vile mavazi ya sherehe au alama za moyo. Unaweza ukatumia hivyo vitu ili kuleta uh, muonekano sasa mzuri wa kuhusu Valentine. Jamani, Valentine ni mambo matamu matamu tu, hakuna kitu chochote ambacho kinatakiwa. Lakini pia kuna vitu vya deal. Usisahau kufanya mambo mengine kama vitu vya deal. Uh, tayari ni maarufu na vinaweza kuongeza hali ya kipekee sana. Unaweza ukatengeneza mapambo ya moyo kwa kutumia carrot au uzi wa katani. Kwa hiyo unaweza ukadesign kama hivyo au unaweza pia kutengeneza bakuli za maua kwa kutumia vitu vya nyumbani kama vile mitungi ya zamani au glasi. Inaweza ikawa ni zile colorless glasses za dongo. Na maanisha kila kitu unachokitengeneza kitakuwa na maana zaidi na kikutokana na hisia za upendo. Kwa hiyo kila kitu ambacho wewe unakitengeneza kinakuwa na maana halisi katika muonekano wa ile Um, meza yako, lakini pia tukiangalia katika msimu wa hisia tunaona kwamba hatimaye uh, kukumbuka kuwa mapambo ni zaidi ya vitu vinavyoongezeka vionge, vina uh, pia ni kuhusu kuunda mazingira ya halisi hapa. Unaweza ukacheka kidogo, kuzungumza na mpenzi wako kuhusu kumbukizi nzuri. Usisahau kumwa kum, kugawana vitu vya upendo ili kupata muonekano ambao uko sahihi sahihi. Kile ambacho unachokifanya kwenye nyumba yako kitawasaidia kuunda mazingira ya upendo pamoja na, na urafiki. Kwa hiyo kila kitu ambacho unakifanya kinasaidia kuunda mazingira ya upendo pamoja na urafiki. Kwa kumalizia tu vipenzi vyangu, naweza nikasema kwamba msimu wa Valentine wakati wa kuonyesha upendo wetu kwa njia tofauti. Kumbuka kutumia rangi zenye nguvu, mwangaza na rangi ambazo zinakuwa ni tulivu na mapambo ya deal ili kufanya nyumba yako iwe ya furaha na iwe yenye mvuto zaidi. Asanteni sana kwa kuungana na mimi kutoka dakika hizi nane kuwa na mimi katika muda huu ambao tumeweza kuelezea mapambo mazuri ya Valentine. Na kutakia msimu mzima wa Valentine wenye furaha na upendo zaidi, tukutane wakati mwingine, bye bye.